Kumekuwa na changamoto ya vijana kushiriki kwenye maswala ya uchaguzi hasa katika haki zao za msingi za kugombea pamoja na kupiga kura, lakini kwa upande wetu chama cha ACT Wazalendo nadhani ni chama ambacho tumekuja na namna mbadala ya kuhakikisha kwamba vijana tunawaamsha sasa, tunarudi katika morali na hali ile tuliyokuwa nayo mwaka 2005 na ambapo vijana wengi walikuwa wanajitokeza katika siasa ya upinzani na walikuwa wanaonyesha uwezo na nguvu zao katika kupiga kura na kuchaguliwa. Walikuwa wanajitoa kwenye kugombea, wanajitoa pia kwenye kupiga kura. Kwa hiyo, hali yetu ya kisiasa kwa kwa mkoa wetu wa Katavi nadhani sio mbaya sana kwa, kwa upande wa vyama vya upinzani hasa kwa chama chetu cha ACT Wazalendo, maana idadi ya vijana tulionao tunao kiasi, sio kwa wingi ule ambao tulitegemea, lakini kwa sababu ni harakati za kisiasa na tuko katika vyama vya upinzani, tutaendelea kuwashawishi vijana waendelee kuamini katika chama cha ACT Wazalendo wa kuwaletea sera na taratibu zao za msingi Wana, ili wajue kwamba ACT Wazalendo ndio njia mbadala sasa hizi iliyobaki kwenye vyama vya upinzani ambayo itawafanya wafike katika malengo ya kisiasa na malengo ya maendeleo ya nchi, kwa sababu siasa ndiyo inaongoza mipangilio mizima ya shughuli za kiuchumi za kiutawala na hali zote katika nchi. Mimi ni mwenyekiti wa ngome ya vijana mkoa mm. ACT Wazalendo. Katika mfumo wetu wa uongozi tuna kitu kinaitwa ngome hmm. Kwenye ngome hapo kuna ngome tatu: kuna ngome ya wazee, kuna ngome ya wanawake na kuna ngome ya vijana. Hii ngome ya vijana ni ngome ambayo inahusisha vijana wanaoanzia miaka kumi na nne mpaka thelathini na tano hmm. Sasa kwa mkoa wetu wa Katavi tuna uongozi wa ngome ya vijana mkoa, tuna uongozi wa ngome kila jimbo. hmm. kwa sababu sisi hatuna utaratibu wa wilaya. Sisi tukitoka mkoa tunaenda majimbo, majimbo tunaenda kata, kata tunaenda kwenye matawi. Kwa hiyo tuna uongozi wa ngome kuanzia mkoa, majimbo, kata na matawi, kote tumekamilika. Na katika mwaka ambao ACT Wazalendo e, tulifanya uchaguzi uliokamilika nchi nzima ni mwaka elfu mbili na ishirini na nne tulifanya uchaguzi wetu wa ndani wa chama tukakamilisha maeneo yote. Sasa huwa kunatokea mapungufu mbalimbali mbali. Kwa mfano kuna vijana wengi tulichukua walikuwa wanasoma chuo mm-hmm, unakuta yuko mkoa wa Katavi, labda yupo jimbo la Tanganyika, anasoma chuo, anamaliza chuo, anapata nafasi akafanye kazi sehemu fulani, anahama katika lile jimbo. Tumekuwa na utaratibu wa kurudia kufanya uchaguzi mbalimbali mbali kwenye majimbo kwa mfano katika safu yangu tu ya mkoa tulipata msiba ambaye alikuwa katibu wetu mwenezi wa ngome ya vijana mkoa wa Katavi. Alifariki nadhani mwezi wa pili, na mpaka sasa hivi tuna utaratibu tunafuatilia tunasubiri tupewe lidhaa na chama taifa tuweze kutafuta katibu mwenezi, lakini nafasi nyingine zimekamilika. Labda kwenye majimbo wale ambao walikuwa wa, wa wamechaguliwa, wamesafiri wameondoka wamehama mkoa kwa hiyo tuna utaratibu wa kurudia pia kuhakikisha kwamba kila sehemu ambapo panastahili kukaa kijana kama kiongozi tunaweka kijana makini anakuwa kiongozi eneo lile. Kwa upande wa ndani, upande wa serikali za mitaa, kiukweli, kwa mkoa wa Katavi walijitokeza vijana wachache sana, na mimi ni miongoni mwao, kwa sababu hata mimi niligombea nafasi ya mwenyekiti wa kitongoji. Bahati mbaya kura hazikutosha nikawa mtu wa pili baada ya wa CCM kushinda, nikawa mtu wa pili mimi na bado wananchi wakaendelea kuonesha imani na mimi, walipomaliza uchaguzi wakanichagua kuwa katibu wa kitongoji kile, nikawa kitongo, katibu wa kitongoji, kitu ambacho kwa muda mrefu sana watu kumekuwa kukuta anaongoza mwenyekiti wa CCM, katibu naye wanamtoa wa CCM huko, lakini kwetu sisi ilikuwa tofauti, kwa sababu bado wananchi wana imani sana na vijana. Mwenyekiti wangu alipita ni kijana na mimi katibu wake nilichaguliwa ni, ni kijana japo yuko Chama cha Mapinduzi, mimi niko chama cha ACT Wazalendo, ila tunaongoza vizuri, tunakwenda sawa kwa sababu tayari kuna mawazo mseto hmm. kwa hiyo vijana kiukweli walijitokeza kwa uchache sana kwa serikali, uchaguzi wa serikali za mitaa. Changamoto ama vikwazo ambavyo pengine vinawakwamisha vina, vijana kuona kwamba hiyo ni fursa ya kwao kuingia kwenye masuala ya like kisiasa ni nini? Ni kweli elfu mbili na tano na nadhani ilikuwa ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo na Chama cha Wananchi CUF. Hivyo vyama vilipata mwitikio mkubwa sana wa vijana. Vijana walivipokea na wakaamini kwamba ni vyama ambavyo vitakwenda kuwavusha katika ile hali ya unyanyasaji, ukosaji wa ajira na mambo mengi tu. Kwa hiyo wakajitokeza kwa wingi. Changamoto iliyokuja kujitokeza mpaka vijana wakaacha kushiriki, jambo la kwanza ni suala la uchaguzi wa hovyo, yaani wizi wa kura katika uchaguzi. Hilo jambo linawakatisha sana tamaa vijana, kwa sababu watu mnakwenda kupiga kura, mnakwenda mkijua kabisa kwamba kwa idadi yetu tunakwenda kumchagua mtu fulani, na wakati mwingine kura zina mahesabu za kura zinatoka kwamba fulani ameshinda. Ikifika tu hatua ya kwamba fulani ameshinda ni wa upinzani matokeo yanachelewa kutangaza kwa wakati, baadaye yanaleta kelele kelele, mwisho wa siku wanatangazwa mtu ambaye hajashinda. Na kuna wakati watu wanasema kwamba inakuwaje mtu atangazwe ambaye hajashinda? Wao wanafikiria nini mpaka watangaze hivyo? Ni inatokea, ni wazi, unakuta kuna mtu kiongozi anatangazwa kwamba ameshinda, kiongozi wa chama A. Hey, wananchi hawamtaki, alafu yeye anasema hawa hao ndio wamempigia kula. Ukiangalia tu ile scenario unagundua kwamba hapa huyu kiongozi hakuchaguliwa na watu ila matokeo yametokea hivyo. Inakatisha tamaa kabisa kabisa. Mwisho wa siku, vijana wanaanza kujiondoa kwenye siasa wakiamini tukifanya maamuzi katika chaguzi zetu, yale maamuzi hayachukuliwi kama tulivyoamua, bali wanaamua watawala wanavyotaka wao. Hicho ndio hasa kinachowakatisha vijana tamaa. Sisi chama cha ACT Wazalendo, ukiangalia kuanzia safu ya uongozi taifa, sisi tuna viongozi vijana zaidi kuliko chama chochote kile kwa hapa Tanzania kwa sababu ukimwangalia katibu mkuu Ado Shaibu umri wake hauzidi, haufiki miaka arobaini. Ni katibu mkuu wa chama ambaye ana umri mdogo kuliko vyama vyote. Ukimwangalia Lecho Kimambo ambaye ni ni ni afisa wa wa fedha wa chama cha ACT Wazalendo ni mdogo, umri wake hauzidi miaka thelathini na tano. Tuna vijana wengi wengi wengi. sisi ACT Wazalendo tuna kitu kinaitwa baraza kivuli kwenye baraza za kivuli ukiangalia orodha ya vijana waliopo kwenye ile baraza za kivuli ni wengi. Kwa hiyo sisi kwenye upande wa ACT Wazalendo tunaamini kwamba vijana wame wanaamini katika ACT, na hasa wanakimbilia katika ACT kwa sababu ni sehemu ambayo vijana wanapewa nafasi sana kwenye chama cha ACT Wazalendo kuliko chama chochote. Kwenye mikutano watu wanaonekana, ila kesi kubwa ni hawa vijana hujitokeza kupigia kura. Na changamoto ipo hivi, swala la uchaguzi na kampeni ipo hivi, kuna wakati unaweza ukafanikiwa kupata idadi kubwa sana ya vijana mm. wanakuja wanaamini kwamba wanapokuja kwako wanasikiliza, na wakati mwingine hata baada ya kumaliza ule mkutano huwa tunafanya tathmini mm. wananchi wameupokea vipi ule mkutano mm. watu wanakuambia kabisa kwamba hawa wana sera nzuri sana mm. lakini mtu anakwambia anarudi kwenye changamoto kwamba hata ah, tukienda kuwachagua hawawezi kushinda. Yaani mtu anaongea hivyo kwamba mimi hata nikinyanyuka kwenda kupiga kula, naamini kabisa nikiwachagua hawawezi kushinda, bado watajitangaza wao, chama cha mapinduzi. Sasa hicho kitu tunajitahidi kuwaelewesha na kutengeneza namna mbalimbali mbali za kuhakikisha watu wanaona mabadiliko, lakini bado kwa mfano sisi ACT tumeanza na Operesheni Linda Demokrasia. Ni kampeni yetu ambayo tunaanza nayo sasa. Tunaanza nayo mwezi wa 4, tarehe moja na kuendelea. Hii Operesheni Linda Demokrasia ni kuja kuwaeleza wananchi kwamba miaka yote tumekuwa tukifanya uchaguzi, chaguzi zinapita, tunasimama kwa watu, tunawaambia bwana, tuliibiwa. Mwaka hiyo awamu imepita, nakuja tena uchaguzi mwingine. Tunafanya uchaguzi, tunamaliza uchaguzi, tunasimama kwa watu, tuliibiwa. Sasa watu wanashindwa kutuelewa kwamba hivi hawa watu hawana mbadala wa kusema namna gani watalinda kula zao. Kila siku wao ni wakulalamika, wa kulalamika, hawana namna ya kupambana. Kwa hiyo wananchi wanafika wakati wanawachoka. Kwa hiyo lazima wape wananchi mipango kwamba niliibiwa sawa awamui. Awamui na kwenda vipi? Sitaki kulalamika tena nimeibiwa. Kwa hiyo ndio maana tumekuja na operesheni linda demokrasia. Tutatembea nchi nzima, tutawaambia Watanzania kwamba wale watakaoamini watakaoamua kuchukua ACT kama njia yao ya kugombea wanahakikishiwa vipi ushindi? Wale watakaokwenda kupiga kura kuchagua viongozi wa chama cha ACT Wazalendo watahakikishiwa vipi ushindi? Hakutakuwa tena kulalamika kwamba tuliibiwa kura. A, tunakwenda na operesheni ya linda demokrasia kuwaeleza watu ni namna gani tutaingia kwenye uchaguzi, ni namna gani tutalinda kura, ni namna gani watu watakaoshinda halali watatangazwa. Tuta, tutaenda hivyo kwa sababu ACT tumekuwa watu wa utaratibu kwenye uchaguzi za serikali za mitaa. Kama ulifuatilia, kuna maeneo mengi tulizurumiwa na yanaanza kurudi. Hatukugombana, hatukuweka vurugu, hatukufanya nini, tulikwenda mahakamani na ushahidi uliotosha. Kigoma wamerudishiwa vijiji viwili na bado kesi nyingine zinaendelea. Mtwara wamerudishiwa kijiji kimoja, bado kesi nyingine zinaendelea. Kwa sehemu zote ambazo sisi tumezurumiwa hatuwezi kukaa kimya. Uchaguzi wa serikali za mitaa ukiangalia ni kama umepita lakini kwa wetu sisi chama cha ACT Wazalendo bado unaendelea, kwa sababu tunahitaji tupate majibu ya kwa nini watu wetu waliibiwa. Kila mtu amekisema ameshiriki, lakini ameibiwa kura. Sasa hii operation -mnakwenda mna kutumia mpango upe wa kulinda kura, manake huu mwaka pia ni mwaka Ani, wa uchaguzi ni sahii, na ndio maana tunaizindua mwezi wa mwezi wa nne tarehe moja, na katika operation hiyo ndio tutaeleza kama chama cha ACT Wazalendo tunakwenda kuilinda vipi demokrasia ya Tanzania. Lakini sisi kwa upande wetu, kwa sababu mpaka dakika hii ACT hatujatangaza wazi kwamba tutashiriki uchaguzi ama hatutashiriki, lakini kushiriki uchaguzi ama kutokushiriki uchaguzi ni matokeo ya operesheni linda demokrasia, na kwa sababu tunaiamini operesheni yetu imefanyiwa utafiti na itakuja kuleta matokeo ambayo ni mazuri kwetu, ndio maana tunatangaza kwamba kuanzia tarehe moja mwezi wa nne mpaka tarehe kumi na tano wale wenye nia ya kugombea udiwani ama ubunge kupitia chama cha ACT Wazalendo tunawaomba waje wachukue fomu na taratibu za fomu zinavyotolewa zitaelekezwa utakapofika wakati, lakini hatuna maana kwamba wanakuja kuchukua zile fomu moja kwa moja tutakwenda katika uchaguzi ama hatutokwenda, ila matokeo ya operesheni linda demokrasia yatatupa mwanga kwamba sasa tunakwenda kwenye uchaguzi ama hatutakwenda kwenye uchaguzi. Huo ndio mkakati wetu tunaendelea kubaki njia panda. Mambo ya uchaguzi upo kwa upande wa ACT Wazalendo ama hatoshiriki kwa uchaguzi. Wapo katikati. E, yani operesheni yao ndio itatupa majibu kwamba wao itawapa majibu kwamba watashiriki wata ama watoshiriki, lakini sasa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Uchaguzi e, tunafahamu mwaka elfu mbili na ishirini na tano, uchaguzi mkuu kuanzia madiwani, wabunge, hadi urais. Wewe ndio mwenyekiti wa ngome ya vijana ACT Wazalendo mkoa wa Katavi, mipango mikakati ulionayo kuhakikisha sasa hawa vijana pia wanashiriki kwa wingi kuwania nafasi mbalimbali, lakini pia kuendelea kukiamini chama cha ACT Wazalendo? Jambo la kwanza, kama mkoa wa Katavi ngome ya vijana, tuna wakati watakapoanza taifa operesheni ya linda demokrasia, na sisi tutakuwa na operesheni yetu ndani ya mkoa wa Katavi, kwa sababu operesheni ya linda demokrasia itafanywa na viongozi wa kitaifa, na sisi viongozi wa mkoa tutakuwa na operesheni ndani ya mkoa wetu. Lengo ni kuambia vijana na wajue kwamba chama cha ACT Wazalendo ni chama ambacho ni mbadala ambacho kinaweza kikawapa kika sehemu ya kusemea na kutoka katika matatizo yote ambayo vijana tunakutana nayo, ukosefu wa ajira, kunyanyaswa, mambo mengi mengi mengi ya, ya ovyo tunafanyiwa. Chama cha ACT Wazalendo litakuwa sehemu jukwaa sahihi kwao. Kingine unajua vijana wengi wamekuwa wana, kwa sababu ya mambo yanayokuwa yanaendelea, wanaamini kwamba jukwaa la Chama cha Mapinduzi ndio sehemu sehemu muhimu ya kugombea. Hatima yake inakuja hivi unakuta kwenye kula za maoni za chama cha mapinduzi wagombea wako 30 wanagombea nafasi moja, akipita mmoja wengine wakakosa, wanasambaa wanakimbilia vyama vya upinzani. Sasa hizo ni siasa za kuto kujiamini, kwa sababu wewe una lengo la udiwani, una nia ya ubunge, kwa nini ukaangaike uka na kupanga foleni? Kwa sababu mwisho wa siku chama cha mapinduzi akikuchague, wanaokuchagua ni wananchi. Nenda na sera nzuri kwa wananchi, eleza sera zako, mipango yako, tafuta jukwaa sahihi la kugombea. Kwa hiyo mimi, vijana kama vijana mkoa wa Katavi, nawaita kwa wingi waje, kwa sababu mimi naamini chama cha ACT Wazalendo hatuna tabia ya kumrudisha kijana nyuma. Ili uwe wa kuanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.